Sasa tunapoanza safari yetu ya hekima kupitia Luka sura ya 13 na shangazwa na ukweli kwamba Yesu hutumia matukio yasiyotegemewa maishani kuwavuta watu kwake. Kwa kweli, Bwana yuko karibu kutumia baadhi ya matukio yasiyotegemewa kutufundisha mimi na wewe masomo ya vitendo sana leo. Kwanza, hebu ni kuonyeshe kwamba Yesu anazungumzia uovu usiotarajiwa, janga. Mstari wa kwanza unasema, wapo baadhi waliokuwepo wakati huo huo waliomwambia kuhusu Wagalilaya ambao damu yao Pilato aliichanganya na dhabihu zao. Sasa tunajua kutoka kwenye historia kwamba Pilato alikuwa anaua Wayahudi waliotishia utawala wake, na kuna uwezekano mkubwa kwamba hawa Wagalilaya hapa walikuwa wanapanga aina fulani ya uasi au maasi dhidi ya Warumi. Na bila shaka watu walikuwa wakisema, unajua, walistahili kupata hayo walikuwa wanapanga aina fulani ya uasi, walikuwa walikuwa watu wenye dhambi. Basi Yesu anasema hapa kwenye mstari wa pili: Je, mnafikiri kwamba hawa Wagalilaya walikuwa wenye dhambi zaidi kuliko Wagalilaya wengine wote kwa sababu waliteseka kwa namna hii? La, nawaambia, lakini msipotubu ninyi nyote pia mtaangamia vivyo hivyo. Kwa maneno mengine, Yesu anasema acheni kujaribu kutafuta kama walistahili kufa. Swali ni kama wewe uko tayari kufa na kukutana na muumba wako au la. Sasa sasa, pamoja na hili, tunapewa hapa katika injili ya Luka tukio la ajali isiyotarajiwa. Inaonekana mnara ulianguka na kuua watu kadhaa, na kila mtu anajiuliza sasa, kwa nini mungu angeruhusu hili litokee? basi Yesu anasema hapa katika mstari wa nne. Au wale kumi na nane ambao mnara wa Siloamu uliwaangukia na kuwaua, je, mnafikiri walikuwa wenye hatia zaidi kuliko wote waliokuwa wanaishi Yerusalemu? La, nawaambia, lakini msipotubu nini nyote pia mtaangamia vivyo hivyo. Sasa pia tunajua kutoka kwenye historia kwamba Pilato wakati fulani alijenga mfereji wa maji huko Yerusalemu hadi kwenye birika la Siloamu, na alilipia kwa kuiba pesa kutoka hazina ya hekalu. Hivyo basi, huu mnara ambao kwa uwezekano mkubwa ulihusishwa na mradi huo wa ujenzi, ulianguka na kuua watu 18. Basi maana yake ni kwamba watu wengi waliamini kuwa hawa seremala na waashi wa Yahudi waliokuwa wakifanya kazi kwenye mradi huu walikuwa wanalipwa kwa pesa zilizokuwa zimeibwa kutoka kwenye hazina ya hekalu. Hivyo basi, walionekana kama wasaliti wa taifa na walistahili kufa. Tena Yesu hajiingizi kwenye mjadala wowote kuhusu hilo. Yeye anauliza tu swali, vipi kama ule mnara ungeangukia wewe itakuwaje utakapokuwa umesimama mbele za Mungu siku moja? Basi Yesu anasema hapa kwenye mstari wa tano, ni bora mtubu, la sivyo ninyi nyote pia mtaangamia vivyo hivyo. Unajua, kanuni hii bado ni kweli hadi leo. Mambo mabaya yanapotokea, ajali zinapotokea, watu huuliza, unajua, kwa nini Mungu aliruhusu hilo litokee? Basi kama Yesu angekuwa hapa leo, angesema suala la msingi ni nini: kingetokea kwako kama hilo lingekutokea na ungefariki? Je, uko tayari kukutana na Mungu? Vema, sasa Bwana anatoa mfano ambamo anaelezea rehema isiyotarajiwa, akianzia hapa kwenye mstari wa sita anasimulia kuhusu mtini ambao haujatoa matunda kwa miaka mitatu. Mmiliki wa shamba anamwambia mtunza bustani wake aukate, lakini mtunza bustani unajua, anaomba rehema kidogo kwa namna fulani na aombe mti uendelee kuishi kwa mwaka mmoja zaidi, na ataushughulikia kwa uangalifu maalum. Sasa Wayahudi hapa wangejua kwamba Yesu alikuwa anaongelea wao kuhusu hali yao ya kiroho isiyozaa matunda. Unaona, mtini kwa karne nyingi umekuwa ishara ya Israeli tangu enzi za Mika sura ya saba. Basi huu mtini usiozaa matunda ni, eh, rejea kwa taifa la Israeli lisilotubu. Kukata ni picha ya hukumu. Lakini kisichotarajiwa hapa ni kwamba Mungu ataongeza rehema yake kwa muda kidogo zaidi. Mwandishi mmoja aliita mfano huu injili ya nafasi ya pili hadi nafasi ya mwisho. Sasa, vipi kuhusu wewe leo? Hatimaye nafasi moja zaidi ya kumpa Yesu Kristo maisha yako itakuwa nafasi yako ya mwisho. Rehema yake haitadumu milele. Sasa basi, pamoja na hayo, tunalo muujiza usiotarajiwa hapa kwenye mstari wa kumi. Sasa alikuwa akifundisha katika mojawapo ya masinagogi siku ya Sabato, na tazama, kulikuwa na mwanamke aliyekuwa na roho ya udhaifu kwa miaka kumi na nane. Alikuwa amepinda na hakuweza kujinyosha kabisa. Sasa hii roho ya udhaifu haimiliki mwili wake. Yesu hamfukuzi pepo hapa. Kwa kweli kwenye mstari wa kumi na sita, Yesu atamwita binti wa Ibrahimu. Wa maneno mengine yeye ni mwanamke mwenye imani ya kweli kwa Mungu. Yeye ni kama Ayubu zaidi. Ayubu aliteswa kimwili na ulimwengu wa mapepo lakini kwa ruhusa ya Mungu tu. Hakuwa amemilikiwa na pepo. Basi Bwana amehifadhi uponyaji wake kwa wakati huu katika sinagogi hili, kama ushahidi kwamba yeye ni Masiha. Mstari wa kumi na mbili unasema akamwita, akamwambia, mama, umefunguliwa kutoka kwenye udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, na mara moja akasimama wima na akamtukuza Mungu. Sasa ukifikiria, kiongozi wa sinagogi hakufurahishwa kabisa na hili. Kwa kweli, amekasirika. Anakasirika inadaiwa kwa sababu Yesu ameponya siku ya Sabato. Basi Yesu anaitaja unafiki wake na anaonyesha ukweli kwamba kiongozi wa sinagogi angejali punda wake siku ya Sabato, basi kwa nini asimsaidie mwanamke huyu maskini siku ya Sabato? Kiongozi huyu wa Kiyahudi kwa kweli amekasirika kwa sababu anajua muujiza huu unathibitisha Yesu. Ona, huu ni ni nani? Ona muujiza huu ni ladha ya nguvu za ufalme wa Bwana. Kwa kweli Yesu anatumia uponyaji huu kuanza kufundisha kuhusu ufalme wake. Bwana anasema hapa katika mstari wa kumi na nane, ufalme wa Mungu unafanana na nini? Basi ni kama punje ya haradali ambayo mtu alichukua na kuipanda katika bustani yake, ikakuwa na kuwa mti, na ndege wa angani wakatengeneza viota kwenye matawi yake. Kwa maneno mengine, unaanza mdogo, lakini unakuwa na kuwa makazi makubwa ya ajabu umeokoa mwanamke mmoja hapa, lakini siku moja utatoa makazi kote duniani kwa mamilioni ya watu. Sasa hivi ni kama unajua, ni kidogo tu, kama punje ndogo ya mbegu, lakini subiri tu, wapendwa, ufalme siku moja utaufunika ulimwengu mzima. Basi hapa tena, katika mstari wa 21, Bwana anasema ufalme ni kama chachu kwenye mkate. Yaani kwa sasa haionekani, lakini inafanya kazi na na inafanya kazi kutoka ndani kwenda nje, na siku moja itaadhiri kila kitu. Ona, siku moja ufalme wa Bwana hapa duniani utajumuisha Wayahudi na watu wa mataifa, waumini kutoka pande zote za dunia ambao wamemkiri Bwana kama Masia wao. Kwa kweli, muda fulani uliopita nilikutana na kijana mmoja ambaye alizaliwa na wazazi, mmoja Myahudi na mwingine wa mataifa. Alilelewa katika Uyahudi lakini alipoanza kuwa mtu mzima alianza kujiuliza kama Yesu kweli ndiye Masia. Akaanza kuhudhuria kanisa la Shepherd na kisha akaomba kukutana nami. Mimi nilimpa kitabu asome ambacho kilimpa misingi ya Ukristo na kusema kweli nilidhani kitampa jambo la kutafakari kwa mwezi mmoja hivi. Basi akarudi baada ya siku tatu tu. Nikampa kitabu kingine asome na pia nikamwagiza aanze kusoma injili ya Yohana. Nilidhani hiyo ingemshikilia kwa muda, lakini akarudi tena baada ya wiki moja. Baada ya kikao kingine cha maswali na majibu, nikampa vitu vingine zaidi asome na tena alisoma vyote ndani ya siku chache tu alikuja kuniona na kuniambia kwamba alikuwa tayari kupata kitu kingine cha kusoma, na nilihisi kabisa Roho wa Bwana akinisukuma nimwambie kwamba hakuna kitu kingine zaidi alichohitaji kusoma. Hakuhitaji habari zaidi, alitakiwa kufanya uamuzi. Aliniambia bado hakuwa tayari, na baada ya kumwombea ofisini kwangu akaondoka, na kwa kweli sikutegemea kumwona tena. Kisha nilipokea ujumbe kutoka kwake wiki chache baadaye, na aliandika kwamba baada ya kutoka kanisani Jumapili asubuhi, baada ya mimi kuhubiri juu ya andiko hili hili hapa katika injili ya Luka, nikiwasihi watu wafanye uamuzi kwa ajili ya Kristo, alisimamishwa na taa nyekundu ya barabarani, na pale pale kwenye makutano hayo alimpa Yesu Kristo maisha yake. Alihitimisha ujumbe wake kwa kuniandikia, hakuna kusubiri tena, suala hili limekwisha na Mungu. Sasa hebu niwaambie, huo ndio ujumbe uliopo hapa katika Luka sura ya 13. Maisha yamejaa uovu usiotarajiwa, majanga yasiyotegemewa, mabadiliko yasiyotarajiwa, na hata kifo kisichotarajiwa. Kwa kweli hatujui Mungu ataruhusu nini katika dunia hii, atafanya nini lakini kuna jambo moja ambalo tunaweza kutarajia kutoka kwake. Biblia inasema kwamba ukikiri dhambi zako unaweza kutarajia hata kusamehe. Moja Yohana moja tisa. Biblia inasema kwamba yeyote atakayeliitia jina la Bwana, basi unaweza kutarajia ata kuokoa. Warumi sura ya kumi mstari wa kumi na tatu. Labda unanisikiliza sasa hivi na uko kwenye taa nyekundu ukiwa kwenye gari lako, nataka nikutie moyo hapo ulipo, usisubiri tena.